Awali ninakuhusieni nami nikihusia nafsi yangu tuweze kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na watu wa Islamu, hakika leo ni siku ya kumi ya mwezi wa mfungo tatu sawa na tarehe saba za mwezi wa sita Siku yetu hii ya leo ni siku ya Eid iliyokuwa njema kabisa, ni siku ambayo iliyobarikiwa na masiku haya ni masiku yaliyobarikiwa, bali ni tukufu mkubwa sana, bali masiku haya ya sikukuu hii ya Eid masiku yenye masiku msimu uliyokuwa na baraka na fadhila nyingi sana kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hongera, hongera sana kwa yule mji ambaye atakajitahidi sana katika masiku haya siku sikukuu ya Idi naatambulia ya mwanzoni mwa mwezi huu wa mfungo tatu kwa kufanya mazino mazuri tafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Akaskam kila mmoja anafahamu na kwamba sababu ya kupatikana siku yetu hii ya Eid ni kwa sababu mbili muhimu sana. Sababu ya kwanza ni kukamilika ibada ya hija ambayo mahujaji katika mji mtukufu Makka umetekeleza ibada hija ukitimia ibada hia hija, Mwenyezi Mungu akafanya siku kama ya leo kuwa ni siku ya furaha na ya sikukuu kwa Waislamu wote duniani. Lakini hivi ni sababu ya pili, Waislamu, ni sababu ya kumnusuru na kumwokoa Sayyidina Ismail alayhi salam mwanae na Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam kutokana na tukio la kuchinjwa Uislamu. Ifahamike kwamba Mwenyezi Mungu na Qur'ani anaelezea tukio hili la kuokolewa kwa Nabiullahi Ismail kuchinjwa na baba yake Ibrahim alayhi salam kama ifuatavyo. Mwenyezi Mungu asema na Qur'ani tukufu, wa basharnahu bighulamin halim baada ya kupitiwa kwa muda mrefu Nabiullahi Ibrahimu alaihi salam bila kupata mtoto, hatimaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alimpa bishara kwa kwamba insha Allah atampatia kijana aliyekuwa mtulivu, alikuwa mwema kabisa, na alikuwa mpori kabisa. Na hatimaye kweli Mwenyezi Mungu kamruzuku kijana kupitia mke wake Hey, Hajira. Na baada hapo, baada ya huyo kupigana kukua na kufikia umri wa kutumia na baba yake, kwa Qur'ani ni kusema, fa lamma balagha maa husai ile kufikia umri wa na ma maa maa na kukua na umri kufikia umri wa balehe na kutumia na baba yake, kuna kule ra'a fil manami qa'ilan yakulu lahu ina llah yamuka an antadhbaha andeka Ismaili alaihi ssalam, hapo ndipo Nabullahi Ibrahimu alayhi salam aliona ndoto katika usingizi. Ndoto hiyo ikimuiza, kwa Mola wako mlezi anakupatia maelekezo na maamrisho umchinje huyo mwanae na mwanao unaompenda una Ismaili alayhi salaam na ndoto hiyo tukufu Islamu Nabii Ibrahim aliiona katika mwezi wa tatu usikumka wa mwezi wa tatu mkatara kisa mwezi wa tatu. Basi Nabii Ibrahim akatambua kwamba ndoto hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu kweli kweli, wala haikuwa ni ndoto ya kishirikwa kwa ni maana yote ndoto za mitume wa Mwenyezi Mungu waliwahi yonefungua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala a baada ya kupata ndoto hiyo famtathala amrillah waazima ala nahri, akamsimulia mwanaye Ismail, na wote pamoja wakaridhia maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Ismail akaridhika akimuona baba yake kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, kadhalika na Abdullah Ibrahim naye pia akaridhika kabisa amchinje mwanaye Ismail alayhi salam. Na Qur'ani, Mwenyezi Mungu asema akimnukuu na Allah Ibrahim: Ya bunayya inni araa fil manami anni azbahuka, Ee mwanangu kipenzi, hakika mimi naota katika ndoto katika ndoto kabisa wazi wazi, kowini amrini kuchinje, fuata amri ya Mwenyezi Mungu

maandalizi ya kufanyika siku kama ya leo siku Nakamba, maya, maya ya kumi ya mwezi wa mfungo tatu, nabullahi ibrahimu alaihi ssalam kamchukua mwanaye ismaili alaihi ssalam na kamba na kisu kikali, kampeleka maeneo ya Mina, na hapo ndipo akamfunga kamba na kitambaa usoni kwa maelekezo ya mwanaye ismaili kwamba akifanya hivyo ndipo hatomuonea huruma na tayari akakipanga kumchinja, na tayari kabisa katia nia ya kumchinja mwanaye kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wakati anampega kisu ili amchinje, jambo hili likiwa ni jambo sana katika mbinguni huko, malaika kapiga kelele malaika kapiga kelele kwa Mwenyezi Mungu, ya arabi, mhurumie muokoe, huyo kijana mdogo anataka kuchinjwa. ya arabi, kwa hakika wajawako hao noja wenye imani ndiko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wanadainahu ayya ibrahim, Mwenyezi Mungu wakamwita ewe kiumbe wetu Ibrahim, kad sadaqta ruya kwa hakika wewe umetekeleza maagizo tuliyokuachia kupitia ndoto. inna kadhalika bin azim. Basi wakati Ibrahim akimshinja mwanae aa, hapo hapo Mwenyezi Mungu akamteremsha Jibril alayhi salam aje kumfidia huyo kijana Ibrahimu anachinja kiwa mchini mwanaye, kumbe nakutana na muda huo bali kuwa amechinja, na anaona mwanaye kumbe pembeni, na akawa mchinja kondoo aliyokuwa mkubwa sana, kondoo mzuri min aljanna, atukae pepuni loletaa al al Jibril alayhi ssalam na apudukubawslamu. Ndipo baada ya tukio hilo, hapo Ibrahimu takbira akisema Allahu Akbar, mwenyezi Mungu ni mkubwa, mwenyezi Mungu ambaye ame, ameleta neema baada ya kutoa amri ni mshinje mwanangu, na naikea amri hiyo, lakini mwenyezi Mungu kwa ya huruma yake akamkomboa mwanangu, kamkomboa mwanangu aswananuams kondoo atu mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na kisha na mwanae Ismail naye akaitikia takbira hiyo.